Leo tunakwenda kuzungumza na leti mmoja tu tunazungumza kwamba ni mazungumzo nami na Salim Kikeke. Tunajua kitu gani, tunajua kufahamu yeye yuko wapi anafanya nini, amefikia wapi, mafanikio yake, mitazamo yake vipi katika vyombo vya habari nchini Tanzania na kunapokuwa. Nitakuwa naye mwanzo sasa hadi mwisho. Kumbuka kipindi hiki takoma tunapofika hapo saa mbili kamili asubuhi ya leo. Mimi naitwa Albert Clara, iti the King. Nitakuwa naye Salim Kikeke mwa mgeni sasa. Okay. Sasa. Okay. Wata, ni, usiku, ni, kwa kipindi kizuri. Okay. Watazamaji okay, wanafuatilia, yani ndio pepo kaja na usiku kwamba leo nitakuwa na wewe. Ndio. Yeah. Tuwe kusikiliza kutambua mengi kutoka kwako. Sawa sawa. No, na washabiki wako. Na pia ni mashabiki wangu mimi ambao wanatazama kipindi cha Barcelona Live siku zote asubuhi niko nao. Ah, uh, mpenzi mtazamaji niko na Salim Kikeke. Na kitu cha kwanza kipenda kufahamu Salim katika mazungumzo yetu mimi na we, leo, wewe asubuhi leo zaidi kukufahamu wewe ndiomskawatu wengi wanakuona tu wakikufatia kila siku kupitia idhaa ya Kiswahili ya BBC. Lakiwa, suma, nilo, lakini wakasema huyu ni Mtanzania ndio, lakini asili yake ni wapi? Ametoka wapi? Amefika vipi? Pale karibu saa -sa, asante sana um, swala so kubwa ambalo nimekuwa nikiulizwa ni mara nyingi sana hasa ni ni, ni, ni, utaifa wangu na uh, sijui ni kwa nini uh, pengine <laughs> sina mwonekano wa Kitanzania, lakini -laki nimekuwa nikiulizwa sana kama mimi um, ni, ni, ni, ni raia wa Tanzania. Uh, mimi ni raia wa Tanzania mm-hmm, na, na nimezaliwa Tanzania nimekulia Tanzania. Uingereza imekwenda miaka kama kumi na ngapi tu iliyopita. Kwa hiyo, kama nilivyosema, nimezaliwa hapa nimesomea hapa hapa na na na, na nilipenda kuwa mwandishi wa habari kwa muda mrefu na kwa bahati nzuri nilipata nafasi ya ya kusomea ya, uandishi wa habari soma uandishi, chuo cha uandishi wa habari, zamani wakati huo kikitwa TSJ Mikocheni, yeah. uh, halafu ndio nikaingia kwenye fani ya uandishi wa habari na, na nimewahi kufanya katika kufanya, pita pita zangu niliwahi kufanya kazi hapa uh, Channel 10 kama mtangazaji wa wa, wa, wa, habari na mwandishi wa habari eh, uh, kwa hiyo kwa, kwa, kwa, kwa, kwa siku kama ya leo kuja na kuingia katika studio kama hii nikumbusha mambo mengi sana na miaka mingi iliyopita. kwa, kwa kwa kifupi kwa kifupi um, ni Mtanzania ni, ni, ni, ni, ni, na mtu ndopenda habari na, na michezo pia. Mpenzi mtazamaji, anaitwa Salim Kikeke, kwa ufupi wake tumja kwamba ni Mtanzania, amezaliwa Tanzania, amesoma Tanzania, halikadhalika kati maisha itokea alifanya kazi hapa, alifanya kipindi kama hiki chaalaito kinaitwa Asubuhi Njema, alifanya habari hapa aika, alifanya habari za kimataifa kama mwandishi uko hapa, na sasa anatumika katika kituo cha BBC Swahili. <laughs> Uh, hii hii tuzo ni, ni, ni mpya na, na, na wanazita tuzo za watu ambazo zinasimamiwa zina, zina, zina, zina na, na kampuni moja nadhani naitwa Bongo Five. Na tofauti pengine na tuzo nyingine hizi tuzo ni, ni, ni zinapigwa kura na mashabiki kura za moja kwa moja. Kwa hiyo uh, maanake tuzo nyingi ukizitizama uh, huwa zina zinapigwa kura na, na, pengine na kundi fulani la watu. Eh, lakini hizi tuzo ni watu, mtu yoyote tu ambaye ni, ni, ni shabiki wako na kupigia kura um. kwa hiyo, nilipata nimepata tuzo mwaka huu na, na, na mwaka jana eh. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni tuzo bado mpya tangu tuzo za kwanza zilivyotoka, nimepata kitu ambacho, ambacho naweza kusema kime, kime, kime, kime nishangaza, labda na, na, na, na, na, ni shtusha kidogo ni kwamba yeah, katika, katika watu wengi ambao tulikuwa tuki, tuki, majina yetu yalipendekezwa kuwania kuhu, kuhu, tuzo hii. Manake majina pia yanapendekezwa na, na, na watu ee, nili, nilishangaa kwa sababu idadi kubwa kama si wote ni watu wanaotoka kwenye sehemu za burudani zaidi, na kutoka kwenye habari nilikuwa naweza kusema peke yangu habari hizi unaweza habari ngumu <laughs> Kwa hiyo ni kitu ambacho kime kilinigutusha kili, kili kidogo na kunishangaza, lakini uh, pia kilinipa faraja na, na kunifurahisha kuona na kwamba uh, tumefika wakati kwamba uh, habari zina zinatazamwa zina, zina kwa, kwa, kwa kiasi kikubwa na, na ni jambo ni jambo zuri sana kwa sababu uh, kulikuwa na dhana kwamba watu wanaona, wana, wanaotizama habari ni, ni, ni labda ni wa, wa, wa, wa, ni kundi watu wazima sana, ni, ni kundi fulani tu la watu ambalo linatazama lina, lina habari, lakini ukitazama uh, kura nyingi sana ambazo nilipigiwa ni uh, zimepigwa na vijana uh, um, miaka 18 mpaka miaka 35. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kumekuwa na mwamko mkubwa sana na, na, na, na, na, na, na watu wanafuatilia habari na, na kusema kweli, nipa faraja kubwa sana kuweza ku Uh, kupigiwa kura na sio mara moja mara mbili mfululizo, na, na, na, na, na kushinda tuzo hii uh, ni, ni, ni jambo ambalo lime, lime, limenipa faraja kama nilivyosema mimi binafsi, lakini pia uh, shirika la, la utangazaji la, la, la BBC ambalo tuna, tunafanyia kazi na kuonyesha kwamba uh, uh, kazi tunayofanya ina, inakubalika na watu wanakubali kazi tunayofanya na uh, wanathamini tunachokifanya. Okay. Tunacho mpenzi mtazamaji, ni gari, nipo na Salim Kikeke na tutakoma kufika hapo saa mbili kasoro dakika tano, tutaondoka hapa. Salim, kuna vitu ambavyo ningependa nifahamu mimi pamoja na watazamaji wa kipindi hiki asubuhi ya leo, kupita kwako, tumezungumzia tuzo, umezungumza kwenye tuzo hapo, e, walioka wa, wa, wa, wa, wengi walikuwa maswala ya burudani. Okay. Lakini hiyo habari, hebu niambie nafasi ya habari na habari za burudani, uzito wake na namna kuziandaa. Naomba niambie pia kama ushofanya habari za burudani, ishatokea hivyo. Uh, nimefanya kazi za habari za, nimefanya habari za michezo na burudani, <laughs> burudani. Uh, nefanya, uh, michezo na burudani yeah, nimefanya michezo na na, na, burudani hata nikiwa hapa Channel 10 wakati ule nikiwa pamoja, nilikuwa nikihariri habari za kimataifa, lakini nilikuwa nikifanya habari za michezo yes. Uh, na hata nilipotoka hapa nikaenda kufanya kazi kwenye vitu vingine, nilikuwa nikifanya uh, habari za michezo na burudani, nikizungumza na wa, wasanii mbalimbali na na na na na na wanamichezo. Uh, lakini sasa nadhani kwenda nilipokwenda ni, BBC kidogo siku sikufanya sana kazi za za, za, za burudani. Lakini kipindi chetu hiki ukikitizama cha Dira ya Dunia hivi sasa uh, tunajitahidi mara mara nyingi karibu uh, tunajitahidi sana japo tuwe na na na na, na msanii mmoja kutoka eneo la Afrika Mashariki kuja kwenye kipindi chetu kila wiki kadri inavyowezekana. Kwa hiyo kitu ambacho tunafanya na mara nyingi huwa nasema kama kuna wasanii ambao wanakuona wanakuja kufanya ziara Uingereza, napenda sana kuwalika kwenye kipindi na kuja tukazungumza nao moja kwa moja wakatuambia eh, sana inaenda inaenda vipi, mafanikio yao anakwenda vipi, na na vile vile kuwapa hamasa vijana wapya eh, ambao wanachipukia wana, wana. Kwa hiyo huwa na naalika uh, wasanii kutoka eneo lote la Afrika Mashariki na Kati, wakiwa wakiwa Uingereza. Najua kuna wasanii wengine wamekuja, lakini wana wanakuwa wana, wana, wana, wana sita Kuwasiliana na mimi labda pengine hmm. Lakini siku zote mi nimesema e, kazi yetu sisi e, mimi nawe kazi zetu za uandishi wa habari ni, ni, ni, ni kuonyesha watu kitu gani ambacho kinafanyika hasa, e, hasa e, watu kutoka kwetu, kwetu na nikisema kwetu namaanisha Afrika au Afrika Mashariki.